Moto ya maji ile eneo letu, tuna wiki sasa maji hamna, na hata tunapokuwa tunajaribu kunani maji, tunaamka saa kumi na moja asubuhi mpaka ikifika saa tano bado hatujapata maji, na hata yakitoka ya yanatoka kwa uchache sana, yanakuwa hayakidhi mahitaji, na tuna wiki sasa maji hatuna. Ah, ha, maji hamna. Ndio maana hapa tunaelekea Njoro, napo tunavotoka tunaenda Njoro hivi, maji hakuna toka asubuhi tunahangaika maji tuna nguo za kufua leo hii wikendi ya, wa kufua ya maji. Tunaenda kuchota tukirudi tubebe nguo, tunawaambia lakini kila wakija weng, wengine wanatujibu wanaju changamoto kila, kila mtu anakuwa anajibu kiangazi kwa kia kimezeni, tuelewi bili zinakuja kubwa sana, bili zinakuja kubwa, lakini maji ndo kama hivi yanasumbua na bili zinakuja kubwa kwa sababu kuna muda mwingine tunaacha bomba wazi, unakuta maji yanarudi labda saa tano za usiku au saa saba maji yanamwagika kwa mpaka tushtuke tuje tufunge. Ndio hivyo na ukija ukifunga mkichota kifika saa kumi na moja hamna maji. Kwa hiyo sisi tunakaa ukumendea maji usiku mchana, maji hamna. Kwa kweli changamoto imekuwa kubwa sana ya maji, tumekuwa tukiteseka kila siku usiku na mchana, maji hakuna, lakini cha ajabu tunaletewa bili tena, bili kubwa na ukiuliza kwa nini, wanakuwa hawana majibu sahihi. Unaweza kwa wiki ukivizia kupata maji utapata maji kuanzia saa tano, saa sita mpaka saa saba. Saa kumi na moja watu wameshaamka, kila mtu anakimbilia, kwa hiyo maji hamna. Ni shikero yetu kubwa sana. Tumepata hasara nyingi, kwa sababu kwa muda ule uliopanga utaratibu wako ufue kwa wakati, unakuta ule muda ule uliotenga kwa ajili ya kufua, mfano jumamosi na Jumapili, ndio siku za wamama wa, wa wengi tunakuwa tunafanya usafi mazingira, kufulia watoto wa shule, unakuta maji hamna. Kwa hiyo ukishakosa maji inabidi ile ratiba ibadilike. Wito wangu wa mamlaka ya maji ni kwamba waangalie hili jambo kwa makini, wasijali bili zao, maana bili wanatuletea na usipolipa bili kwa wakati unakatiwa maji. Sasa sijui kwa nini wanatukatia maji wakati na sisi hatuna maji, na mara nyingi bili zinakuwa kubwa, kwa sababu unapojaribu kufungua bomba za maji ili uangalie kuwa una maji kunakuwa na kama upepo unaenda kuzungusha mita. Changamoto ya hapa ni maji, hususan ilikuwa siku za Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 12 maji yanakuwa hamna mpaka saa nane. Lakini sasa hivi hilo tatizo limekuwa limejirudia siku zote za wiki, na ukiangalia maji, chanzo kikubwa cha maji kiko hapo karibu, ni swala tu la kushirikisha wananchi, tukachangia maji yakachukuliwa pale yakaunganishwa kwenye haya mabomba Pa, tunapata maji muda wote pale maji yanamwagika na anaenda kumwagilia mpunga huko lakini sisi ambao tunahitaji wa maji na tunalipa bili hatupati maji na maji yako hapo. Ni sugu kwa upande wetu wa Relini. Maji yalikuwa kipindi cha ya nyuma yanaleta yana shida siku za Jumamosi na Jumapili lakini kwa sasa yameanza kuanzia ni Jumatatu mpaka Jumapili, yani mwanzo wa wiki mpaka mwisho wa wiki. Yanaanza kukata kuanzia asubuhi ya saa kumi na mbili mpaka saa nane yanarudi ku. Kwa sisi kama mimi ninafanya kazi ya mama ntilie, nashindwa kufanya kazi zangu kwa wakati, kwa sababu maji yanakuwa hayatoki kwa wakati sahihi. <tune>